kutokana na maandishi yaliyoko katika kaburi hili la kidheka mukunga jamaa huyu aliaga dunia tarehe mosi mwezi wa pili mnamo mwaka 1997 lakini mwaka uliopita mbiti madheka mukunga alijitokeza kwa wakaazi wa hapa wengi wakimtoroka wakidai huenda amefufuka jamaa aliyezikwa katika kaburi hili anadaiwa kuwa na majina sawa na yake Watu hata wale nimekuta akunitambua kama minimutu ya nyumbani. alikuta mama we papa nduku yangu alikuwa huko kilabu, na akaetwa akakuja akaambiwa nduku yako amekuja, akamuuliza unatoka wapi? natumesika wewe tunajua mbiti niile hapa pale, hiyo mbitu ingine atujui hiyo natoka wapi lavutanitatani Mbiti anadaiwa kutoweka nyumbani takriban miaka 30 iliyopita, na hakuwahi kuwa na mawasiliano na jamaa zake. Ilikuwa siku moja tu mwaka 1997 ndipo walipata ujumbe kuwa Mbiti alikuwa ameuawa na wakora akielekea kazini, na tukawatoma kule Embu ili waende waone kama ule mwili ni ule na ule mzee anaitwa Mbiti Kileka, na walipofika kule Ee, walinipigia simu wakaniambia ya kwamba wametambua mwili na yambiti Kileka, na wakapitia polisi wakaenda na polisi kule wakaangalia mwili, na baadaye tukafanya mambo ya mazishi, tukaketi kama familia, location yakanyaekaketi ya na tukafanya mpango, akaletwa mpaka nyumbani na wazee wake kule. Kinachowatatiza ndugu zake ni kuwa lazima mwili ulioko katika kaburi hili ufukuliwe na tambiko maalum kufanyika. Tunakuanga kama huyo mtu ametolewa kwenye hilo shimo, tunakuanga kuko na kondoo. Huyo mtu akifukuliwa pale au akitolewa pale kwenye shimo, kuna kitu ambao kikamba hutumika, tunamwaga zile nino, tunaenda kwa kikamba moyo inawekwa ndio ili usalama wacho pale, maana huyo mtu alikuwa ameshikwa pale. Sio mtu wa familia ile, kujitokeza kwake kumesababisha mvutano baina yake na ndugu zake, kwani naye pia anataka sehemu yake ya urithi. Nilikuwa na imani ya nikuja nyumbani nitakuta sambangu iko tayari, nikianga sasa kukuja nikakuta hakuna maana ya kianga nilikata, nilikataliwa na baba. Nilimwacha akiwa samba alikuwa anakaoa. Hilo litafanyika tu pindi utata wa kaburi hilo utatatuliwa. Dana Rose, QTV.